Togoro kwanza, mimi na najisikia na, na furaha sana kuona jina langu alijakatwa. Alafu najisikia furaha tena na yani, nafarijika kesho kuja kumchagua kiongozi naye muhitaji, lakini kitu kingine kinachoni kinachonipa morali ni watu ambao wanakuja kuchana karatasi hizi, maana hizi hizi hazina tatizo. Kwa nini uje kuchana wewe? Umetoka kuja kagua jina alafu unakuja kuchana karatasi, ina maana mtu ambaye hajafika anakuta jina lake limechana, unakuwa unakosea Bwana, sisi ni Watanzania, tuko kwenye nchi ya amani, tuishi kwa amani, tusileteane vurugu, mtu anakuja kuchana paka karatasi, tupige kura kwa amani, twende nyumbani, tusubiri matokeo kwa amani. Kwa sababu nimeona jina langu lipo alijakatwa, mimi nafurahi nitamchagua na kiongozi naye mhitaji, atakayeniongoza. Mimi sichagui chama, nachagua kiongozi naye mhitaji. Kwa hiyo nimefurahi sana kuliona jina langu ili nimekuja kujihakikisha maana najua kabisa kesho ndio siku ya yenyewe ya uchaguzi. So nimefurahi kuliona hivyo tu. Napenda tu kuambia tu raia wenzangu, hii ni nchi ya amani. So kinachofuatia, kama kesho ni siku ya uchaguzi, kila mtu amchague kiongozi anamtaka, ili sababu ya kumletea maendeleo kwenye kata yake. Burani Abdul Huseni, nimekuja leo kuhakiki ni, ni hapa jina langu, ninashukuru Mungu nimelikuta ni ninajiandaa tayari kwa ajili ya kupi, kupi ya kupiga kura kesho la Mansuri Mafudhi Ahmed, nilikuja kujiangalia katika orodha ya wapiga kura na nimekuta nipo, na nitatumia fursa hii kesho kuchagua viongozi wangu kuanzia rais, mbunge na diwani katika kata ya Mirongo.